Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Dr. Mary wa Tabana kwa Widows Home. Tuliazimia kuhakikisha tumeenda pale kwa ile spot black spot hapa Elbagon hapa Arimis, pahali ambapo watu wengi wamekufia, na sababu ile imefanya tuende tukaombee pale na tubadilishe historia ya pale, ni kwa sababu wajane wengi wamepoteza watoto wao wamama wengi wamefanyika kuwa wajane kwa sababu ya ajali zile zinafanyika pale, na kwa hivyo ni kilio kwa mjane, ni kilio kwa mama na ni kilio kwa jamii. Na tumeona kama wajane hatutanyamaza kwa sababu sisi ndio tunasimamia uh, Kenya ndio tunasimamia dunia. Kwa hivyo imetugharimu tuhakikishe tumekuja ili tukaweze kubandilisha historia ya Elbagon pale kwa Blackspot. Na mnajua vizuri juzi tu kulikuwa na watoto watu kumi na wawili walikufa, na tukafanya hafla hiyo hapa. Kwa hivyo, imekuwa ni mzigo ya taba na kwa widows home kuja kuomba ili tuweze kuoverthrow utawala wa mapepo na tuweze kuinstall utawala wa kiungu katika hiyo spot, na tunaamini ya kwamba tangu sasa kutakuwa na maafa tena, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi hii.